Episodi ya tano inaanza na Hiro pamoja na Muhii wakizunguka Kanada wakifanya shughuli mbalimbali. Muhii huwa anatabasamu tu na ni mchangamfu kila wakati, jambo ambalo Hiro anaona kuwa ni la ajabu kidogo. na nami anamwambia Hiro kwamba Muhii anaonekana kama kweli kwenye miadi na mtu ambaye anampenda kabisa huku Hojin na Muhi wakitazama macho pamoja, Muhi anadai kuwa kwamba haya ni macho mazuri zaidi ambayo amewahi kuyaona, kwa kwani hatazami peke yake. Baadaye Muhi anagundua kwamba mtayarishaji Kim alilazimika kwenda nyumbani kwa dharura na mtayarishaji mpya atachukua nafasi yake. Kibaya zaidi, nafasi ya kuna zile taza kaskazini imepungua, kwamba haya ndio mambo ambayo aliwaza kuwafanya na Hojin pindi watakapokuwa Canada, hasa maswala mengine yanaingilia. Inakuwaje tena? Muhi na Youn wanaamua kujipoza kidogo, lakini lengo la Muhi lilikuwa aje hapo alafu akutane na Hojin aspend naye time kwa gezo cha kwamba yuko na meneja wake. Lakini anafika pale, anaambia kwamba jamaa kaenda zake bookstore kusoma vitabu, akaishia kusikitika tu. Hojin baadaye anarudi chumani kwake, anakuta vijana wako wasted kweli kweli, yongundu kabisa, amekaa hapo kazima na Muhi amevaa miwani yake. Sio kwa makusudi alifanya tu ilaone kwamba jamaa ana maono gani, kwamba labda haoni kiasi gani ama haoni kabisa. Sasa ndo kakutwa hapo eh, akazugazuga pale na kisha akatoka nje. Anatoka lakini huko amevaa ile miwani ya OG, ikabidi basi jamaa ifuate ili kuweza kuichukua. Sema kwenye hiyo watu akaisha tu kusaufu wa chuma chake ndani ya chumba, na hivyo hawezi kuingia tena, maana simu kwanza iko ndani, alafu jamaa naye kalala hapo ndo Muhii anapogundua kwamba na yeye pia amesahau funguo yake huko chumbani kwake. Kwa hiyo wanaanza kupiga tu soga usiku kucha hadi pale Muhii ambako alishia kulala. Asubuhi ilipofika wakaamua kuelekea sokoni maana siku hiyo kulikuwa hamna issue yote. Shooting ilikuwa imeahirishwa kwa sababu kama unavyokumbuka producer alikuwa ameondoka. Sasa, baadaye wakiwa kwenye mgao Muhii anasema anajaribu kukusanya karafuu saba za majani manne kwani itakuwa bahati nzuri sana na inamaanisha kwamba wanaweza kuziona taa za kaskazini. Hojini anashaka lakini Muhi anaambia awe na imani tu. Basi sawa. Hojini akasonga mahali kidogo akitafuta aki yani, kisha kish kumtafuta Hojini alipo. Hata hivyo, Muhi amewasili tu kutoka uwanja wa ndege, anachukua nafasi ya mtarishaji Kim ambaye amepata dharura. Itakuwaji sasa jamaa? Kaja huku sababu anamkimbia yeye, alafu naye kaja huku huku tena. Muhii ndo anafika na kumkuta bibie, anaishia kufa moyo tu. Kwingineko hilo anamuuliza na nami kama anafikiri kweli Muhii anampenda ama ni kwa sababu wanaigiza tu kisha anaamua kuendelea kumtweet ki bad boy tu ili mdada basi asisi kwamba jamaa ameanza kuwa na namna fulani kwake ama ameanza kuwa mlaini. Baadaye, Muhi akiwa ndani ya gari, Dorame anamtokea kama kaida yake na kumletea makelele kichwani, kisha anamlazimisha Muhi kumuliza Jiseoni kuhusu harusi yake wiki ijayo. Jiseoni hana uhakika kuhusu hilo na anasema yeye ndiye aliyekuwa mtayarishaji pekee aliyepatikana, ndio maana huko hapo si kitu kingine sasa kutoka hapo, wakatengana Hojin na Jiseoni, wakaenda hotelini kwa Hiro ili producer aweze kumwona na kuzungumza naye. Jamaa alipoona hakuna mtu, akaamua na yeye aulize kwamba bibie ndoa vipi, mlanaisha kupuza tu, lakini flashback yaonesha kumbe Jisuk aliongea neno moja tu ambayo ilishakumkasirisha kumkasirisha bibi kwamba yeye swala ndoa anataka kumalizana nalo tu watafikiri yeye hana issue nayo. Baadaye kuru nzima wakawa kipata chakula cha jioni kwa pamoja, ambapo jiseoni anafichua kwamba anasukuma harusi yake kuelekea wiki moja mbele kwa ajili ya kufanikisha shooting. Basi wengine ndio wakafurahi, wengine kuona kwamba kuna walakini katika issue hili. Baadaye muhi anazungumza na Hojin akijaribu kumfariji, anamwambia ahamishe tu feelings kwa mtu mwingine, labda hiyo itaweza kumsaidia kulinda feelings zake. Anasema kwamba amejaribu sana kuwa karibu na mtu mwingine lakini haikufanikiwa. Anasema yeye yuko sawa tu kwa hivyo hivyo Muhii akaisha kukasirika tu na kuondoka baada ya kusikia hivyo, kwani anaamini kwamba kama ndo hivyo basi Hojini hawezi kabisa kuhamisha feelings kutoka kwa huyo mdada. Basi siku iliyofuata timu inaelekea nje ya mji kwa ajili ya kurekodi huko huko katika taa za kaskazini. Sasa wakiwa na seti kambi pale, Jiseoni anaambia Muhi kwamba Hojini amepata dharura kidogo, hivyo na nami atatafsiri kwa ajili yao. Shooting ikasonga bila tabu, lakini Muhi akawa yuko off kabisa. Mwisho hero anamuuliza na nami kama naye anaona hivyo ama ni namna gani. Na nami sasa mpaka kufika hapo ameshagundua kwamba huyu dada anampenda hujini kuliko jinsi ambavyo anampenda hero, hivyo ili mambo yasio mengi, anasema tu. Ghafla anaomba msamaha kwa sababu anaamini aliyemlani na ikawa kweli. Jamaa anamhakikishia kwamba haikuwa laana yake, kisha anamwonyesha angani, pamejaa zile taa za kaskazini ambazo walikuwa wanatamani kuja kuziona wakija Canada na hapo anaambia kwamba alipata lile jina la saba alipokuwa huko. Muhii anamwomba Hojin basi abaki naye kutazama hizo taa kwa muda mrefu kidogo, kwa sababu ni experience ambayo anaipata mara moja na hata huwezi kuipata tena. Ndo flashback inaonyesha jamaa aliona kadi ya chumba cha Muhii alipokuwa amelala naye na kagundua kuwa kumbe binti alimdanganya tu ili aweze kuwa naye. Haizee, mapenzi bwana kule kambini. Yunguu sasa akaanza kazi ya ushauri, anamwambia Jiseoni asimrudie Jinsuku ikiwa alimdanganya, anasema kudanganya kunavuka mstari. Mwanamama anasema eti basi, Jinsuka alipopiga simu tena, mwanamama anapokea na kumwambia kwamba alimchiti na kwamba alim uhusiano wao umekwisha. Maana tu anapoweka simu chini, Yong'uu anamuuliza wewe ndio ulichiti? Anaambia hapana, ila anapanga kufanya hivyo. Yong'uu anajaribu kuelewa hili. Hojin anajitokeza katika mazungumzo ila Jiseoni anasema wazi kwamba hawezi kumchiti na jamaa maana mwanzoni alihisi kabisa kwamba alikuwa na hisia naye. Usiku huo ukapita. Siku inayofuata timu hiyo ikawa kusudia kushuti katika eneo fulani, lakini kufika kule geti ikawa limefungwa. Kumbe appointment date haikuwekwa sawa kabisa. Wakati wakisubiri, Muhi akamwona Hiro akipiga picha na ile kamera yake, hivyo akaamua kumfikia. Basi wakaisha kuspendi muda pamoja, wakiongea kupitia app ya kutranslate. Hiro sasa akabebwa na stori kidogo, maana amuulize Muhi kama anampenda, lakini akaamua kujishikilia tu, akahisi kwamba atajichoresha kama akifanya hivyo. Baadaye maktaba kufunguliwa, hatimaye Muhi na Hojin walikuwa wameenda kutembea kidogo. Hojin anasema alikulia Marekani na, na, na amewahi kufika hapo ambako hapo kipindi fulani huko nyuma, akaambia hapa kunakoga na waterfall. Kufika kule, kwa sababu amesahau sana, wakuta kuna ziwa badala ya maporomoko ya maji. Basi kabidi Muhi kufanya mambo yasio mengi anawe, basi tufanya hili ziwa ndo maporomoko yetu ya maji. Baada ya muda mfupi, Muhi akaisha kumbusu Wajin, kwa na jamaa kwamba hafanyi lolote, akajishtukia na kurudi nyuma, anaambia drama aliyemwambia nifanye hivyo sasa jioni ya siku hiyo hiyo kruu wakaamua wacheze mchezo ili kuondoa tu zile presha za shuting na vitu vingine kama hivyo. Hojin anaefanya timu yake ishinde dhidi ya timu ambayo Muhii alikuwa alikuwamo. Baada ya mchezo Hiro akaamua kununua vinywaji kwa ajili ya wote licha ya kwamba yeye ndio katika timu ile ambayo imeshindwa. Baadaye yeye pamoja na Muhi wanaagana, kwani wanakutana tena Italia, kumaanisha kwamba shooting ya hapo Canada ilikuwa imemalizika. Ndani ya baa Bicho, ambaye ni mwandishi wa kipindi, anamuliza Hojin kama angekuwa tayari kuonekana kwenye moja ya vipindi vyake vya uchumba huko mbele. Hojin anasema hilo si jambo lake kabisa na Bicho hashangai. Anasema Jisoeoni, anataja kwamba Hojin anampenda mtu mmoja tu kwa muda mrefu, hilo litampa trauma sana. Kauli hiyo inamshtua Hojin ambaye anamtazama Jiseuni na kujiuliza kama anajua kwamba alikuwa anampenda ama ni nini. What, mi nidhani huyo ndo haujali sasa kumbe linamaanisha kitu kwao. Ho-jin lakini anamkata tena. Anamwambia anajaribu kuweka mambo fulani sawa. Hivyo ameamua kuzungumza na Jiseo. Mu-hee anakubali kwamba hataki kujifanya kila kitu kiko sawa. Hapendi kabisa wazo la jamaa kuongea na huyo binti. Na anamwambia kabisa. Ho-jin anaahidi kwamba atampigia tu simu maana pale ambako atamaliza kuongea na Jiseo na kumhakikishia kwamba mambo yako sawa. Akiwa nje wa ndege, Ho-jin akawa na wasiwasi sana kuhusu kile Mu-hee anaenda kujiingiza kwacho anamwambia tu Muhii kwamba Jiseoni hatafunga ndoa, na anajiuliza kama kweli Hojini anampenda Muhii vya kutosha kiasi kwamba hili hatambadilisha mawazo yake. Muhii aliposikia hivyo, akaingiwa na hofu na kuamua kurudi na kuzungumza na Hojini kabla ya kukutana na Jiseoni. Hojini yeye mwenyewe akaenda huko duka la CD, anajaribu kutafuta CD aliyokuwa akisikiza na Muhi katika gari yake, akiwa anamsindikiza airport. Maana anakutana na Jiseon hivyo, anamuomba kuzungumza naye faragha. Jiseon anamwambia hana mpango tena wa ndoa na kaka yake. Jambo ambalo linamshangaza tu, maana kaka yake alipokuwa akiongea ni kama mambo ya lele lele. Wakati huo, Muhi anamtafuta Hojini na kukimbia kwenye duka la vitabu. Anaona Hojini na Jiseon akizungumza, alafu wanatabasamiana kabisa. Akawa anajiuliza kama ndo amechelewa ama ni vipi. Dorami anatokea na kumwambia Mu-hee kwamba anapaswa kujifanya hajui chochote. Hivyo akaamua tu basi kukimbia, lakini wakati anaondoka Hojini akamwona na kuanza kumfuata, akafanikiwa kumzuia. Kinachofuata ni hotuba ndefu tu ya jamaa kueleza kwamba kilichokuwa kinatokea pale ni nini, kwa nini wako pale, kwa nini wako anatabasamiana. Lakini Muhi anaonekana kudhani kwamba Hojini sasa atamfuata jisoni kwa kuwa anajua kwamba hafungi ndoa tena. Muhi anaambia kwamba kiburi chote kilimwisha alipokuwa kama amtaki, ndio maana alijaribu kumfanya ampende kilazima, lakini sasa anakubali kwamba hampendi na kukata tamaa, kwa sababu kuendelea mbele zaidi kunafanya yeye kama vile awe mjinga. Ho-jin amekasirika sana na anakubali kumaliza mambo hapo hapo. Anasema kwamba yeye mwenyewe huenda alishawishwa na hisia zake. Ingawa anaweka wazi kwamba alitaka hata yeye kuwa naye mpaka wakati ambao wanaongea. Basi Mu-hee anarudi uwanja wa ndege huko akilia. Aiona ndege hiyo, anaona kwamba Mu-hee kama hayuko poa hivi na anamuuliza kwamba yuko sawa. Kisha aaa, wiki mbili baadaye huko Seoul. Hilo amerudi mjini na nami anaambia Mu-hee atakuwa kwenye moja ya live concert hapo mjini. Lakini hilo ni kama sitaki, nataka hivi. Shida yake ati walipokutana mara ya mwisho akumtwiti kama msanii, bali alimchukulia poa. Okay, pale kwenye opera yule kompoza wa muziki huu alipokuwa akizungumza, kuna mtu akawa akitafsiri kwa Kiingereza ili watu waweze kuelewa, lakini muhi akawa anahisi kabisa kwamba ile sauti anaijua. Anatoka baadaye kwenye kiti chake, akamwona bibi yake kwa mbali, na macho yake chozi likaanza kumlenga na episodi ikaenaisha hapo. Asante sana, mimi naitoa wewe nanyi. Till next time chao.